Kitabu cha Kutoka ambayo tumejifunza kwa muda wa robo nzima hii. Leo ni hitimisho ya lesoni hii, na tunahitaji tujue kwamba tumejifunza nini na la. Kabla hatujaanza kujifunza lesoni, naomba niombe pendeleo wa watu wawili wenye shuhuda, wachinzia wa kiume mmoja na wa kike mmoja, shuhuda tu kwa kifupi kitu ambacho namshukuru Mungu amekutendea ndani ya juma hili, naomba nione mkono. Hakuna ambaye hana lolote ambalo Mungu amemtendea? Ni kweli? Basi mimi nitachagua tu, kwa sababu naamini kila mtu ana ushuhuda. Noeli, naomba uje hapa, alafu na mama mzee wa kanisa, mama kazi, naomba uje hapa. Naomba mtupatie shuhuda fupi, Mungu unamshuhudia nini Mungu kwa siku ya leo? Karibu. Asante Bwana Yesu, asifiwe. Bwana ni mwema Uh, jambo ambalo mimi naweza nikamshuhudia Mungu ambalo amenitendea uh, katika siku sita, ikiwa kwa asilimia kubwa, ilikuwa ni siku ya jana. Kuna mahali niliitwa kwa ajili ya kwenda ku, kufanya interview kwa ajili ya kazi. Kwa hiyo ni kitu ambacho ninamshukuru Mungu kwamba amenitendea na amenifanyia wepesi. Mungu awabariki. Asante, ni jambo la kumshukuru Mungu. Karibu mama Bwana ni mwema wakati wote. Mimi napenda kumshukuru Mungu kwa juma hili lote, nimebarikiwa sana na mahubiri haya na wachungaji wamenibariki sana, kwa hiyo nimekuwa kiroho, nimebarikiwa sana katika makambi haya ya mwaka huu kwa Kariakoo, hilo ndo napenda kumshukuru Mungu kwa sababu amenisogeza kuwa karibu na yeye amina. Ya tunapaswa kutambua kwamba kila mmoja wetu ana jambo la kumshuhudia Mungu kuwa hai leo, ni fursa hiyo. Unapaswa kutambua kwamba ni ushuhuda tu wa kumshukuru Mungu. Namba mbili, kupata upendeleo kuwepo ndani ya ibada ya siku ya leo ni shuhuda hiyo, kwa sababu Mungu anatuhitaji na anatupenda. Basi baada ya hayo, naomba niwakaribishe sasa, wote tuingie kwenye lesoni yetu ambayo tumekuwa tukijifunza. Tumepitia masomo mbalimbali mbali, tukiona kitabu cha kutoka kikionyesha wana wa Israeli ila mi napenda neno moja niloiona katika lesoni ya robo hii kwamba kuna mahala walisema kwamba hakika Bwana, maneno yako yote tutayashika na kuyatenda. Lakini baada ya kusema hayo maneno, muda si mrefu, wote kwa kauli moja wakamkana Mungu. Manake ni nini? Yawezekana tukakaa tukakiri sisi kweli ni wafuasi wa Kristo, lakini ikafika hatua fulani tukashindwa kuyaishi yale ambayo tumeahidi mbele ya mwenyezi Mungu. Na ili tuweze kuyaishi yale ambayo tumwahidi mwenyezi Mungu, ni lazima tuombe nguvu na uwezo unaotoka kwake, kwa sababu huo ndio utakaotusaidia kuona hatua ya kusonga mbele. Tumepitia masomo mengi, sitaweza kuyasema yote, ila nitoe tu kwa kifupi kwamba Bwana anahitaji tunaposafiri tumpatie nafasi ya kwanza. Yeye atatushindia katika magumu, atatupitisha katika njia mbalimbali, lakini mwisho wa siku tutakuwa salama. Pastor Matolo, ni nini ulichonacho kwa ajili ya lesoni? Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye lesoni hii imejikuta katika na kichwa kinasema kwamba maskani hapo. Uh, tutajikita mtasoma kidogo kwenye fungu la ukalii, nasema ndipo lile wingu, ndipo lile wingu uh, likafunikiza funiki, lika hema ya kukutania, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Kwa maana lile wingu la Bwana lilikuwa juu ya maskani wakati wa mchana, na ulikuwa na moto ndani yake wakati wa usiku, mbele ya macho ya nyumba ya Israeli katika safari zao zake zote. Uh, kwenye lesoni hii imejaribu kuelezea maisha ya wana wa Israeli. Eh, kipindi sasa Mungu amewatoa katika Misri, sasa anasafiri nao. Na kipindi anasafiri nao sasa Mungu anakuwa pamoja nao, na anapokuwa pamoja nao anamwelekeza Musa kujenga hema la kutania au hema ya kuwepo pamoja na Mungu wao. Na unapoona katika lile hema ambalo Mungu amemwelekeza Musa kalijenge, anampatia vitu vya ku vya kumwelekeza vya kuweka katika lile hema, anampatia vitambaa, anamwelekeza kwamba vitu vitakavyokwemo, anamwambia Sanduku la Agano litakaa hapo, anamwelekeza kwamba litakuwepo na e, bebrika, yani, kwa ujumla vifaa ambavyo alikuwa ameelekezwa Musa, namna gani ya kujenga lile hema, lakini cha, cha kusisitiza kwenye nani hapa, alipomwandisha alipokuwa, nilipokuwa nasoma, anasema kwamba Musa kipindi anatoka mlima Sinai alipewa maelekezo na maelekezo yale Musa alikuwa naye makini sana na aliyatekeleza kwa usahihi zaidi. Uh, lakini pia tunaona kwamba hema lilikuwa linafanywa kwa ajili ya nini? Lilikuwa kwa ajili ya wana wa Israeli walipokuwa akifanya dhambi wanaenda kwa, wanaenda kufanya upatanisho kwa ajili ya kuondolewa dhambi zao, na pale Mungu alikuwa pamoja na Israeli, lakini akatoelekeza zaidi ya kwamba Hili ilikuwa ni kivuli cha mambo yajayo ambapo tunaona ya kwamba ilikuwa ni kwamba ilikuwa inatabiri kwamba Kristo kuzaliwa katika wanadamu kwa ajili ya kukomboa. Alipokuwa akinukuu ame amenukuu pia katika kitabu cha Yohana 1:14 ambapo ni kwamba ni Mungu sasa anai, anakuja kwa uhalisia katika hali ya wanadamu katika yale mambo ambayo Israeli walikuwa kiafanya. Lakini tu, ni, tumesoma hapo tukajikuta kwamba tumejikita kwamba E, wana wa Israeli kipindi wanatenda dhambi, ilikuwa wanachukua sadaka ya ujuma zambi ya Israeli nzima ilivyokuwa na uzito kwa kwa, uh, kwa, kwa, kutoa sadaka ya kuteketeza. Lakini pia akasema Yesu alipokufa msalabani e, zile sadaka zilikoma. Maana yake aliyebaki kwa ajili ya upatanisho alikuwa ni Yesu mwenyewe, na kwenye, kwenye, kwenye hii aya kidogo kuna vitu alivyokuwa akijaribu kuzungumzia kwamba kama sisi Waisraeli wa sasa tunapaswa tuchukie dhambi kwa maana dhambi inahitaji kafara. Karibu kama utakuwa na cha kuongezea ya yeah. Lesoni yetu tumekuwa nayo siku ya Jumapili kunaongelea kuhusu Sabato. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 35 inasema maneno yafuatayo, kwa sababu sura kwanza hadi watatu inasema hivi: Musa akakutanisha mkutano wa wote wa wana wa Israeli na kuambia, maneno aliyoyahusia Bwana ni haya, kwamba myafanye. Fanyeni kazi siku sita, lakini siku ya saba itakuwa siku takatifu kwenu ni Sabato ya kustarehe kabisa kwa Bwana. Mtu awaye yote atakayefanya kazi yoyote katika siku hiyo atauawa. Lakini akaenda mbele, mstari wa tatu akasema, hamtawasha moto katika nyumba zenu kwa siku ya Sabato maandalizi hayo yaliyokuwa yanatolewa. Kwa hivyo tunaona kwamba bado Mungu anaendelea kuwakumbusha wana waisari, wa Israeli umuhimu wa kuitunza sabato. Na wewe ambaye uko hapa na mimi leo tuko hapa, je, utunzaji wetu wa sabato unaendana na kusudi la Mungu? Je, tunafanya yale ambayo Mungu amekusudia ili tuweze kuyaona? Tunaona kwamba kwa kufanya vile hii inatuweka karibu na Mwokozi wetu na hatimaye tunaona mkono wa Bwana ukitenda mambo makubwa. Anasema kwamba utunzaji wa sabato una mambo makuu matano. Ya kwanza inatutangazia kwamba Mungu ndiye muumbaji wetu, lakini cha pili anatuambia kwamba tutamuona masihi naye kuja, ambaye tayari pastor amemwongelea hapa kwamba kupitia sabato tunakumbuka kwamba pia kuna nini, ukombozi wa mwanadamu utatokea kupitia kwa nani? Kwa Yesu Kristo, ambapo tunaona kwamba katika yote yaliyokuwa yanafanyika ilihitajika kuhakikisha kwamba kila kitu inakaa salama, lakini kitu cha tatu anatuambia kwamba sabato inatutangazia kwamba Mungu atarejesha tena ufalme wake. Maana yake tutakapokuwa waaminifu, mwisho wa siku tutakuwa salama kwake, lakini mwisho wa siku anatuambia kwamba Mungu ndiye mhukumu wetu mkuu. Tutakapokuwa tumeelewa hayo, tutayafanyia kazi. Lakini tuliona somo lingine la msingi sana kwamba walitoa kwa moyo wa kupenda kwamba matoleo. Mungu anamwambia Musa, tunahitaji mtengenezee maskani. Yanatengenezwaje? ni nini ambayo? Akawaambia nahitaji vitu ifuatavyo vitafutwe. Basi walipoambiwa kutoa, Biblia inatuambia kwamba Israeli walitoa vile vitu kwa wingi na kwa kupenda, na mpaka ikafika atoa akamwambia basi imetosha. Lakini tuiona pia kwamba hapo hapo Mungu anamwambia Musa kwamba amewapatia watu hekima na maarifa Kina Beslil walipewa hekima na maarifa ili waweze kulijenga maskani ya Bwana. Kwa nini maskani ya Bwana inajengwa? Ni mahala ambapo Bwana alihitaji akae katikati ya wana wa Israeli. Sasa Bwana anahitaji akae katikati yetu. Je, tumejenga kiasi gani maskani yetu? Je, anapotutazama anaona kweli ana nafasi ya kuja ndani mwetu? Je, tunatoa kwa moyo wa kupenda? Je, hekima na maarifa ambayo Bwana ametupatia inatuelekeza kumtambua yeye? Ni mambo ya msingi ambayo tunayona kwamba katika lesoni yetu tukitamani tuone kwamba mkono wa Bwana ni wa pekee katika safari ya maisha yetu. Lakini kitu cha mwisho, mwisho wa siku, kina Bezaleli wanajenga maskani ya Bwana kwa kufuata maelekezo yote ambayo Mungu alimpatia Musa, na sisi leo ni hekalu la Bwana kwa sababu Paulo anasema kwamba miili yetu inakalwa nani? Ni kalwa ya Bwana. Je, tunaijenga katika mazingira yapi? Lakini je, kwa nini Mungu aliamua kufanya vile? Ni kweli alikuwa haiko nao karibu. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu ya tumebakiza dakika kumi e, tano. Tutawapatia kwa kuchangia lakini tano hizi ngoja niongezie kitu kidogo hapa. Kwenye lesoni ya kutoka tumejifunza almost robo sasa imeisha, na tumeona kwamba Mungu anavyotutaka na sisi tutoke katika Misri. Na kwenye juma hili tumeona kwamba maskani, ambayo ni kichwa cha somo la juma hili lilipo, kweli linasema na maskani yetu katika siku ya Ijumaa kwenye, kwenye lesoni kwa chini hapo, ukisoma utaona kwamba Mungu mwenyewe, tutakapokuwa tumeshamaliza vita vyetu, Yesu atakapokuwa amerudi, Yesu atafanya maskani pamoja na sisi. Ni wakati ambao kila mmoja wetu kujitathmini, ya kwamba nimemaliza lesoni ya Exodus ya kutoka, lakini na mimi pia ninatoka. Bwana atusaidie katika asubuhi ya leo basi. So. E, tukaribishe mwenye changio kwa muda huo. Yeah. Naomba tukaribishe mtu ambaye ana mchango, mtu mmoja au mwenye swali. Yeyote mwenye swali sehemu katika lesoni yetu ya leo. Karibu mwenye mchango, ambayo ilikuwa na kichwa cha somo ambacho kinasema utukufu wa Mungu, na tumesoma fungu la ukalili linasema wingu la Bwana lilifunika hema Mambo makubwa ambayo mimi mawili ambayo nimejifunza, jambo la kwanza Leseu nilituelekeza kwamba Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mtakatifu, na haya mafungu mawili yanaeleza kwamba hema ilipokuwa ina amini wingu linafunika hema, lengo kubwa lilikuwa ni kushusha ule utukufu wa Mungu, kwamba watu wanapoishi katika mazingira yale, katika lile hema, wajue kabisa kwamba kuna uwepo Uwepo wa Mungu. Lakini ni safari mara kadhaa pia fungu limejaribu lime kugusia kwamba kwa ni mara kadhaa, Musa alipokuwa anaenda kuzungumza na na Mungu kule mlimani. Alizungumza na Mungu siku 40 lakini siku nyingine alienda akazungumza na Mungu kwa habari ya dhambi ambayo Waisraeli waliifanya kwa sababu ya kuabudu sanamu. Hii yote natukumbusha au inatupatia uelewa wa pamoja kwamba Mungu ni mtakatifu, na hivyo hachangamani achangamani na dhambi na hivyo kwa ujumla lesoni ninapozungumzia kutoka inatupatia tafsiri ya kwamba katika maisha yetu ya kila siku, wakati mwingine kuna vitu ambavyo ambavyo tumeviweka vinatufanya tubaki na tusitoke tukamwendea Mungu. Kwa hiyo kila imtmfatoktaeda ayo kilamoja naweaaaaujiulizakwamba na jambogani mbao eh, ni, ni, ni, ni changamoto ambalo linamfanya akabaki pale alipo na asizidi kumsogelea Mungu maana kadri unapomsogelea Mungu ndipo ambapo makosa e, na udhaifu wako unazidi kuuona. Bwana Yesu so asifiwe. Asante. Amina. Kwa Israeli na Mungu alivyokuwa akionekana katika utukufu wake mwingine. Kuna mwingine mwenye nyongeza ya swali ya lesoni yetu inatuelekeza kwamba ni lazima tutambue kwamba kitabu cha kutoka kina tusisii tutoke katika mazoea ya maisha fulani, tutoke katika tabia fulani, tumrudie Mungu ambaye tunaa yeye ndiye kiini ya maisha yetu. Tutakapoamua kumrudia kwa ukamilifu kwa akili na nguvu zetu, hatuwezi ni lazima tuombe nguvu ya Roho wake Mtakatifu kwa kupenda, ili yeye aweze kuingilia ndani na hatimaye atuongoze salama. Ndio maana inatuambia kwamba kwa nini Mungu aliweza kuruhusu kuwepo na hekalu lake pale, kwamba ilikuwa ni sehemu ya kukutana na yeye kwa kushukuru na kumwabudu, lakini ilikuwa ni mahala pake pa mwisho kuja kukaa katikati na watu ambao ni wa dhambi na ndio maana anatuambia kwamba hekalu lote lile lilivyokuwa limetengenezwa au maskani ile ilikuwa inaashiria kitu kimoja tu, ujio wa Yesu Kristo ambaye yeye sasa kwetu tukimkaribisha katika maisha yetu tutakuwa tuko salama na hatimaye tutakuwa na hakika ya maisha ya Baba. Kwa hivyo tunapoendelea kutafakari kuwa Mungu katika maisha yetu lesoni inatuelekeza kuelekeza kwamba kitabu cha Kutoka tunaambiwa tutoke. Jiulize katika maisha yako wewe unatoka kwenye sehemu ipi? Utoke kwenye nyanja gani ya maisha yako ili ukristo wako uwe na dhamani kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Je, nifanye nini ili hatimaye nimwone Kristo, napofanya napo huduma yoyote kwake iweze kuwa na manufaa ya kumtukuza yeye? Ni mambo ya msingi sana kwetu na hatimaye hayo yatatupelekea kuona uwezo wa Mungu namna ambavyo una, unafanya kazi kubwa katika njia zetu za kila siku. Baada ya hayo, yeah. Kwa kuhitimisha naomba nisome kidogo sana, nasema kujengwa kwa pataka kutangulia na tendo la kiungu la ukombozi, yaani kukombolewa kwa Israeli kutoka kwa mamlaka ya Misri iliyowaita iliyowatia utumwani hilo nalo lilifuata utayari wa Mungu kuingia katika uhusiano wa, wa kudumu wa agano pamoja na watu wake. Angekuwa Mungu wao na wangekuwa watu wake, kulingana na kitabu cha Kutoka mstari wa sita, mstari wa saba. Kitabu cha lesoni tumemaliza, kitabu ya lesoni ya Kutoka. Bwana tusaidie na sisi, ambapo tunapokuwa katika maisha yetu haya maya dunia na Farao na Misri, tupate kutoka na sisi Bwana, tuangazie nuru yake na katuongoze tena kwa wakati mwingine na okay. Ndio tuna... Yeah. Tumefika mwisho, tunaambie kwamba Bwana anatupenda na kikubwa tu anachokihitaji. Je, uwepo wa Mungu katika maisha yako, unauelewa uko kiasi gani? Tumwombe Mungu atusaidie tunapoendelea kutafakari kuu wake tuluhusu uwepo wake endelee kuwa katikati yetu sasa na hata milele, na Bwana atubariki katika jina lake. Amina. Amen. Basi tusimame tuombe, alafu tutamkaribisha kiongozi wa shule ya Sabato kwa taratibu zingine. Tunaomba rafiki mpendwa, na baba yetu Mungu wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, ni sabato yako takatifu hapa Kariakoo tukidhinisha makambi yetu. Tumejifunza kwa robo nzima kitabu cha Kutoka kikituaza tutoke katika mazoea fulani, tutoke katika tabia fulani, tutoke katika mtindo fulani wa maisha, ili tufae halisi kuitwa watoto wako. Kwa akili na uwezo wetu hatuwezi ni rahisi sana tukakiri midomoni mwetu, tena tukiwa na nia njema ya kutenda, lakini kwa sababu ya udhaifu wetu mkubwa inakuwa ni vigumu. Tunakuomba sasa, tusaidie, tupatie nguvu, tupatie uwezo, ili unapokaa katikati yetu tuweze kuwa washindi, na hatimaye wewe utukuzwe katika njia zetu za kila siku. Vipindi vinavyoendelea tunavikabidhi mikononi mwako, ukawe kiongozi wetu ukitubariki ndivyo tunavyoomba na kuamini kupitia Kristo Bwana mwokozi wetu, amina, amen. Bwana atubariki.